Mimi nakupongeza nakupongeza, mnani zalamu mbona wananongwa? Mimi nimetoka hapa juu, nimekosa hata mechi, nimejisikia vibaya. Nimetoka huko chimbo, ndugu, nduguy, maisha magumu. Nimetoka chimbo, nimekosa pikipiki na mechi nimekosa, kwa nimekuja hapa mnatoka

Wachinje tuwa tuwalete, kama suku ama tuwalete mwalimu? Yanga Afrika kwanza, wazima wote ndio vizuri. Mwalimu, una mtegemea? Aaa, kwanza ana kazi au ana bwana wito? Mwalimu ni <coughs> kazi au wito <coughs>